Jinsi ya kutumia ChatGPT. Je, unataka kujua namna ya kwanza? ChatGPT ni programu ya AI inayojibu maswali, kuandika makala, kutafsiri lugha na kutoa mawazo kama binadamu. Inatengenezwa na OpenAI na inaweza kutumika bure kwa matoleo ya awali, au kwa malipo kwa matoleo ya hali ya juu. Jinsi ya kutumia ChatGPT na kuitumia kama msaidizi wako AI, unaweza kukusaidia kwenye kazi, masomo na maisha ya kila siku. Utajifunza kutengeneza akaunti, kuuliza maswali na kutumia ChatGPT kwa ufanisi. Tuanze. ChatGPT ni programu ya AI inayoelewa na kujibu lugha ya kibinadamu. Inaweza kukusaidia kuandika makala, barua na ripoti. Pia inajibu maswali ya jumla na ya kitaaluma, kutafsiri lugha na kutoa mawazo ya ubunifu. Inatengenezwa na Open AI na inapatikana bure kwa toleo la GPT 3.5 au kwa malipo kwenye GPT 4. Kabla ya kwanza, unahitaji kujiandikisha. Nenda kwenye chat.openai.com, kisha bonyeza sign up. Chagua kujiandikisha kwa Google, Microsoft au barua pepe. Dhibitisha barua pepe yako. Andika jina na namba ya simu kwa uthibitisho. Umeandaliwa, sasa unaweza kuanza kutumia ChatGPT. Baada ya kuingia, andika swali lako kwenye kisanduku cha maandishi. Kwa mfano: nini maana ya cryptocurrency? Nisaidie kuandika barua ya maombi ya kazi. tafsiri hii sentensi kwa Kiswahili. ChatGPT itakujibu mara moja. Unaweza pia kubonyeza regenerate response kupata jibu tofauti au kuendelea kuuliza maswali ya ziada kwa maelezo zaidi. Chat GPT inaweza kukusaidia kwenye masomo, kama vile kukusaidia kufanya kazi za nyumbani na kufupisha makala. Pia kwenye kazi, kama vile kuandika CV, barua za maombi na ripoti. Kwa ubunifu inaweza kukuandikia hadithi au kubuni majina ya biashara na kwenye lugha unaweza kuitumia kutafsiri au kujifunza Kiingereza na Kiswahili. Ili kupata majibu bora, toa maelezo ya maelekezo. Sema nisaidie kuandika ripoti kuhusu mazingira, badala ya nisaidie kwa ripoti. Rudia swali kwa njia tofauti ikiwa jibu halikukidhi. Tumia ChatGPT Plus, GPT ne kwa majibu sahihi zaidi ikiwa unahitaji sasa umeshajifunza jinsi ya kutumia ChatGPT. Jaribu leo na uone jinsi inavyoweza kurahisha maisha yako. Kama video hii imekusaidia, share na subscribe kwa mafunzo zaidi.